Hapo kale palikuwa na wezi wawili, mwizi wa mchana na mwizi wa usiku. Huyu mwizi wa mchana akiiba Unguja na huyu wa usiku akiiba Mrima. Wote wawili walikuwa mafundi wa wizi kupindukia. Siku moja, yule mwizi wa Mrima akasema, nitafanya safari niende zangu Unguja nikafanya kazi yangu huko maana ndiko kwenye matajiri wengi. Basi akanauli chombo akavuka, akafanya kazi yake ya kuiba, na kila alichokipata akiweka pangoni. Kumbe pango hili ni pango aliyokuwa akikaa na kuficha vyombo vyake yule wa Unguja, lakini kwa kuwa mmoja wa usiku na mwingine wa mchana, hawakujuana maana hawaonani. Wakakaa hali hii kwa muda wa miaka saba hata siku moja, yule mwizi wa mchana akasema Leo nitapumzika siendi kuiba. Hata alasiri, akatoka akatembea tembea mle pangoni, akamkuta yule mwizi wa usiku amelala. Huyu amekuja kunifelisha mambo yangu, nitamuulia mbali. Akangoa shembea lake ampige nalo dharuba moja, lakini akasita. Hata mwisho akamshika mkono akamuuliza, nani wewe? Yule mwizi wa usiku akaamka akitetemeka, mimi hapa bwana, ah, nimetubu siibi tena. Tangu lini upo hapa wewe? Yapata miaka saba sasa. Vitu ulivyokuiba viko wapi? Akaenda akamuonyesha na kuweka vitu, akaviona vitu vingi mno, ajabu, akasadiki kuwa huyu mwizi kweli. Aliposadiki kuwa mwizi kweli, wakashikana mikono ukawa urafiki mkubwa. Walipokaa kitako kuelezana visa vya uwizi wao, ukaingia ubishi, na ni stadi wa kuiba kila mtu akasema mimi zaidi, mimi zaidi. Wakapatana kuonyeshana ustadi wao. Akaondoka yule mwizi wa mchana akatoa ulongo akauviringa vidonge vidonge akavipaka rangi ya lulu. Akapita akitembeza lulu, ikawa hili ndiyo kazi yake kwa siku nyingi. Hatima ule udongo akauti. Hata siku moja akajipamba sana, akapanda farasi na kuweka watwana mbele na nyuma, akaenda hata nyumba ya tajiri mmoja, akapiga hodi, akaitikiwa karibu, akaingia ndani, akakaa kitako. Unazo lulu nzuri hapa? Ninazo. Lete. Zikaletwa lulu nzuri nyingi apate kuchagua mwenyewe. Yule mwizi ikawa kazi kuzigeuza na kuzitazama zile lulu, hata mwisho mwenye mali akachoka. Kama wewe unataka kununua lulu nunua, la hutaki, nipe niweke, maana nina kazi nyingine mimi. Unasemaje? Unasema ukitaka nunua, kwani sasa zamani hizi? Wakagombana pale kikomo na kiasi, hatimaye wakachukuana sheriani. Walipofika sheriani, akitazamwa yule mwizi sura yake na lebasi yake, wakaona hakuelekea wizi. Na zaidi kuliko hayo, wakatokea watu walioshuhudia kuwa huyu ni mchuzi, ni wa lulu, mchuzi wa lulu. Siku kadha wa kadha siku amepita, amepita akitembeza lulu, amepita akitembeza lulu. Kadhi akampa haki mwizi, akanena hizi lulu ni zake huyo. Mwizi akaondoka akaenda zake. Unaona kazi hiyo. Unajuaje kuiba wewe? Moja ni kuonyeshe kuiba. Akatafuta misumari yake saba na nyundo na kenge, akajifanya maskini, akaondoka akaenda hata mlangoni kwa sultani, akawakuta mabawabu wamejaa tele. Wakamuuliza wataka, wataka nini? Nataka kazi kwa sultani. Leo hupati kumwona sultani, labda, labda kesho, kesho, maana umekuwa usiku tena. Kwa hivi sasa lala hapa, lala hapa barazani mpaka kesho, kesho. E, wala. Yule sultani alikuwa na saa kubwa mno ya ajabu. Ikipiga, mji wote utetemeka na watu hawasikiani. Yule mwizi akalala. Hata saa sita ya usiku akampeleka kenge wake kupeleleza, watu wote wamelala. Wakati huu basi akaitoa misumari yake saba akaishika mkononi na nyundo, akangoja mpaka ipige saa saba hata ilipoanza kupiga saa saba ikipiga ngol, naye akaukomelea msumari ukutani wakati ule ule, ili watu wasisikie. Akafanya hivyo mpaka yote saba ikaisha. Kisha akatumia misumari hii kuwa ndiyo ngazi ya kupandia, akapanda hata juu chumbani kwa sultani, akamkuta amelala yeye na mkewe akamvua sultani pete yake ya dhahabu, akamvua na bibi kidani chake cha almasi aliyoivaa shingoni, thamani yake yatosha kununua sultani mzima. Akatoa na fedha zilizokuwa ndani ya makasiki ya zimwagamwaga, kisha akaenda zake. Unaona namna ya wizi? Wewe unaonea masikini, mimi huiba kwa sultani na bado nitatenda zaidi kuliko hivi. Sultani alipoamka asubuhi, akaona pete yake haimo kidoleni na kidani cha bibi hakimo shingoni na fedha zimemwagwa chekwachekwa chekwa, akajua kuwa kulikuja mwizi mkubwa. Sultani alitoa amri yule mwizi atafutwe, tena akatoa amri mtu yoyote asitembee usiku. Mwizi wa usiku aliposikia amri hii akatoa kikombe chake na rupia kumi na tano akaenda dukani kwa mshitiri ya kabisha, hodi hapa. Nani wewe unayetembea usiku? hukusikia amri watu hawatembei usiku? Ah, nifanyeje? Nami nataka mafuta, nimeleta rupia zangu kumi na tano nataka kuweka rehani, kesho nitakuja kukomboa. Mshitiri alikuwa mtu mwenye tamaa sana Alitoa mkono dirishani ili apokee fedha hizo. Yule mwizi aliushika mkono na kuukata, na akaenda nao mpaka pangoni. Unaona haya? Bado nitatenda kupita haya. Usiku uliofuata mwizi wa usiku akapika mikate mitatu, akatia namna ya kileo, akavaa kike, kisha akachukua ile mikate akatoka. Nani wewe? Miye. Akina bwana, unakwenda wapi? Nimeshachukua mikate maana naliweka nadhiri Pindi mume wangu arundipo salama nitapika mikate nipeleke msikitini. Basi sasa nakwenda kuondoa nadhiri yangu, lakini nadhiri yangu haina haja ya msikitini, hata mkila nini hufaa. Wale askari wakaitoa ile mikate wakala. Kwa muda usio mrefu, wakalifewa wote, wakalala usingizi mzito. Yule mwizi akazichukua bunduki na panga zao. Habari hii ikamfikia Sultani. Huyu si mwizi tena, ila ni stadi wa wizi. Nataka huu mji ulindwe sawasawa sawa. Na mtu yoyote akipatikana akitembea ashikwe mara moja. Siku moja jemadari mmoja alipokuwa zamuni alikutana na huyo mwizi wa usiku. Leo umefika, hutoki hapa. Wewe ndiye mwizi unayesumbua mji. Lete mkono wako, nitaufunga pamoja na wangu na tulale pamoja hadi asubuhi. Hata usiku wa manane yule mwizi akafanya jitihadi, akafungua zile pingu, akatwa ule mkono wa mshitiri akaufunga na pingu na ule wa jemadari, akaondoka na kwenda zake. Asubuhi yule jemadari alipoamka, akaona mwizi hapo na kipande cha mkono kimefungiwa mkononi mwake. na atafutwe mtu asiye na mkono mmoja. "Huyu ndiye mwizi!" Mshitiri alikatwa mkono akapatikana, akajaribu kujitetea, lakini hakuna aliyemwamini. Alichapwa sana na kupelekwa hadi kwa sultani. "Wewe ndio umesungua watu mjini na kuaibia mie nilikatwa mkono na huyo mwizi, tafadhali Sultani, niamini." Sultani alimhoji mshitiri na hakumpata na hatia, akamwachilia pale pale. Sultani akaamua kushika ndoria peke yake, akatoa farasi na upanga wake na kuanza kazi usiku huo. Yule mwizi wa usiku akapata habari kuwa sultani ndiye atakuwa analinda mji peke yake, akavaa magunia, akaenda mjini kwa Mhindi, akabisha hodi. Nani wewe? Mimi hapa maskini, tangu juzi sijui riziki tumboni hukusikia amri kwamba watu hawatembei usiku? Nifanyeje nami, hali yangu dhaifu. Hata kama ningemwona sultani mwenyewe ningemwomba anipe chakula bure. Mipe kazi nitende nipate chakula. Haya, pita ndani, saga ngano hii mpaka asubuhi, utapata thumuni. Yule mwizi akawa ana saga ngano hali mlango uwazi Sultani akapitia mahali pale na kuona mlango ukiwa wazi na yule kizee anasaga. Nani wewe? Mbona mlango kuacha wazi? Kweli mjukuu wangu, mbona na wewe unatembea usiku hivi? Mimi nakuuliza wewe, mbona kuacha mlango wazi? E, mjukuu wangu, na kuhofia wewe unaitembea usiku si uzuri. Baba, hukusikia amri ya kutotoka nje? Kweli hayo, lakini mbona kuacha mlango wazi na mji umeingia wezi siku hizi kweli. Na hivi sasa kapita mmoja akaenda huku. Sultani aliposikia hivyo akashika njia kumfuata yule mwizi, akamtafuta sana na hakumwona. Akarudi pale kwa Mhindi, akamukuta yule kizee akisaga ngano na bado mlango ukiwa wazi. De baba, umemwona? Sikumwona, nathani amesikia vishindo za farasi, amekwenda upande huu. Sultani akamfuata tena asimwone, akarudi pale kwa Mhindi. Sultani akamfuata tena asimwone, akarudi pale kwa Mhindi. Wajua huyu mwizi atakuuvi. Amepita hapa sasa hivi, amekwenda huku. Lakini sasa nitakupa ushauri: huyu farasi lipe mimi na hizi nguo zako. Tuwa magunia haya yangu uvae, hatakawia atakuja sasa hivi basi akija mfunge wewe, kaa kitako yusaji ngano hii asikutambue. Sultani akakubali akampa nguo zake na farasi, yeye alivaa magunia akakaa kitako akisaga ngano. Yule mwizi akachukua farasi na kujifanya anazunguka zunguka, mara huyo akaenda zake. Sultani alibaki akisaga ngano mpaka asubuhi, wala kwa muda huo wote hapa kutokea mtu yoyote. Mhindi alipoamka akaenda pale dukani na kumkalipia Sultani sana, ngano uliosaga iko wapi? Umekaa hapa usiku bure? Sultani achapwa kofi na Mhindi, wanijua mimi sikujui? Mimi ni Sultani. Jinsi gani basi wewe bwana, kunijia usiku na kutaka kazi kwangu? Sultani akamweleza mhindi mambo yote yaliyopita usiku ule. Mhindi alishangaa sana. Baadaye Sultani alirejea ikulu, wala hakujua namna ya kumpata yule mwizi wa usiku. Baada ya siku nyingi, wale wezi walikuwa wamelala pangoni, wakaja askari na kuwashika. Walipelekwa kwa sultani. Sultani alifurahi sana na akatoa hukumu hivi: Nyinyi mlidhani mtaweza kufanya kazi yenu ya wizi siku zote bila kukamatwa. Mlikosea sana. Siku za mwizi ni arobaini na zenu zimetimia. Adhabu yenu ni kifo, mtanyongwa hadharani, ili hii iwe fuzo kwa wale wangekuwa na nia kama yenu. Kulingana na yale yaliyotokea, ni wazi mwizi wa usiku alikuwa stadi sana kuliko yule wa mchana. Hawa wezi walitamani mali za wengine, lakini mauti iliwapata mwisho. Tamaa mbele, mauti nyuma.